Taasisi ya kimataifa ya Friedrich Naumann Foundation FNF ni mshirika mkubwa katika masuala ya utetezi wa haki za binadamu duniani. Katika kuhakikisha wanafanikisha msingi huo mkuu wa taasisi, wamekuwa wakifanya kazi na mashirika mbalimbali mbali, kwa kuwawezesha ili waweze kufanya kazi na jamii pamoja na serikali na kuiwezesha jamii husika kupata uelewa juu ya haki za binadamu na ukatili wa kijinsia na kuisaidia jamii hiyo kupata haki pale zinapopokonywa nchini Tanzania. FNF pamoja na kutekeleza miradi mingine mingi yenye lengo la kuelimisha na kupigania haki za binadamu kwenye nyanja tofauti tofauti, mwaka 2020 taasisi hii kwa kushirikiana na shirika la msaada wa kisheria na haki za binadamu Kilimanjaro kwieko walianza utekelezaji wa mradi maalum ujulikanao kwa jina la Jamii Salama Maendeleo Yetu kwenye kata mbili za Karansi na Donyomurwa zilizopo wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro, mradi ambao lengo lake kuu ni kupinga vitendo vya ukeketaji kwa watoto wa kike na wanawake ambavyo ni kinyume na haki za binadamu. Wanawake wamekuwa kikeketwa tangu wanapokuwa watoto wadogo ambao wamekuwa wanapitia mateso makali sana. Kwa hiyo sisi pamoja na KWIECO tumefanya mradi huu hasa kuwafanya ile jamii kutambua huu ni ukatili ambao unawapitia watoto wa kike na wanawake kwa ujumla. Kwa hiyo tumehamasisha na tumepitia uh, katika ngazi mbalimbali mbali, uh, kupitia viongozi wa kimila ambao kwanza tumetoa elimu kwao kuwafahamisha madhara ya suala hili ambalo linafanyika ili wao wawe sehemu muhimu ya kutusaidia kuwafikia wanajamii na kupitia wao wakatuwezesha kuwafikia wanawake ambao ni wakeketaji, ambao tumetoa elimu kwao kuwafahamisha kwanza madhara, watambue wakubali kwamba hili ni tatizo, ni swala la, la kijamii, ndio wamelipokea wao kama kutoka kwa mababu zao, lakini ni muhimu sasa, hakuna haja ya kuendeleza ile mila. Katika kuhakikisha mradi wa kupinga ukeketaji kwenye kata hizo mbili unafanikiwa, FNF walichukua hatua wa gani? Mmoja wafanya wa wafanyakazi wa Kuyeko tulimpa mafunzo kule Ufaransa, ambapo alikwenda kwenye chuo chuo kile ambacho kinatoa mafunzo maalum ya masuala ya haki za binadamu, na kupitia mafunzo yale ameweza kufanya miradi mbalimbali mbali mikubwa sana ya kupinga ukatili wa kijinsia katika maeneo ambayo tumekuwa tunafanya kazi. Lakini pia aliweza kushiriki katika chuo chetu kilichoko kule Ujerumani cha uongozi, ambako alijifunza namna gani kama mwezeshaji anaweza kutumia mbinu mbalimbali mbali ili kufikia jamii na kuweza kufanya nao kazi. Kwa hiyo ule uwezeshaji ambao sisi kwa upande wetu kama Friedrich Naumann Foundation tumekuwa tumeufanya, umewezesha umewajengea uwezo kuweko kuweza kufanya mradi huu kwa nguvu zaidi na kufikia jamii ile iliyopo chini. Na kwetu sisi Friedrich Naumann Foundation ni muhimu sana kwamba tuweze kuifikia jamii kule chini tusifanye kazi tu za kutunga kuhakikisha kwamba polisi zimeimarika lakini kuwawezesha wananchi kufahamu waweze kuwa ni mabalozi wazuri wa watetezi za haki za binadamu. Ni sababu zipi hasa zilipelekea mradi wa kupinga ukeketaji kwenye jamii ya Wamasai kutekelezwa kwenye wilaya ya Siha? Katika kuwasilisha ripoti zetu katika ngazi ya mkoa, ilionekana kwamba wilaya ya Siha hususan kwenye kata ya Donyomurwa kuna uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu, hasa kwenye masuala mazima ya ukeketaji, mimba za utotoni na ndoa za utotoni. Kwa hiyo kwa mwaka 2021, 2022 mpaka sasa tumejikita sana kwenye kata ya Donyomurwa. Lengo la kwanza la mradi wa jamii salama maendeleo yetu kwa hisani ya FNF ni kuwa na jamii salama na kuwezesha wamama na vijana katika ngazi za kiuchumi. Lengo la pili ni kuwasaidia jamii hile au wanawake na watoto kutoka kwenye masuala mazima ya au kuokolewa kwenye masuala mazima ya ukeketaji na mimba za utotoni. Bimushi anasema kutokana na tamaduni na mila za kabila la Kimaasai, viongozi wa kimila ndio wenye mamlaka makubwa na jamii yao hivyo walianza kutoa elimu kwao ili waelewe madhara ya ukeketaji. Ingawa haikuwa jambo rahisi, ambao tuliweza pia kufanikiwa kuwapa mafunzo malaigwanan takriban malaigwanan 132 katika kata ya donyomuro na kata ya karansi. Lengo kubwa la hawa malaigwanan, kwa maana ni wazee wa kimila na ni wazee ambao wako juu na hata jamii inawasikia kwa asilimia mia moja, tuliweza kuwapa mafunzo tukawashawishi tukaonyesha madhara ya ukeketaji, tukaweza kuwaelezea kuwa namna sheria ya jamhuri ya muungano wa Tanzania hususan sheria ya kanuni ya adhabu inapinga masuala mazima ya ukeketaji. Kwa hiyo wazee wale waliiva, walipata mafunzo ya siku tatu, waliiva na wakakubaliana na sisi namna ya kwenda kukataa kabisa masuala ya ukeketaji, hata katika vikao vyao ambao wazee wanafanya, ambapo ni vikao ambao malaigwana huwa wanakutana. Agenda yao kubwa mojawapo ilikuwa ni namna ya kutokomeza ukatili wa kijinsia hususani masuala mazima ya ukeketaji. Anasema baada ya kuwapa elimu na kuweza kuelewa madhara makubwa ya vitendo vya ukeketaji kwa watoto wa kike na wanawake, viongozi hao wa, wa kimila wa kabila la Wamasai wakaruhusu elimu hiyo pia ipelekwe kwa kina kwa mama na vijana wa jamii yao. Viongozi hao wa kimila wakiwemo malaigwanani na washiri wanaeleza hali ya ukeketaji ilivyokuwepo kabla na baada ya kupata elimu kutoka kwa FNF na KWIECO. Shirika la KWIECO lilikuja kutupa elimu zaidi, tukaanza kusema kwa wazi swala la ukeketaji kwenye mikutano ya hadhara ya vijiji, kwenye mikutano ya mila na desturi, tunapokutana katika mila za kwetu hizi ngoma za jadi, tunatoa hizi elimu kwa kweli ikaweza kupita kwa upeo mkubwa na watu wengi kufahamu, na wakinamama wakapata ujasiri na mabinti wakapata ujasiri. Hakika hali hii inaendelea na hii elimu imekuwa endelevu. Tunachokifanya sasa hivi tumeandaa kamati mbalimbali katika vijiji vya akinamama wakishirikiana na malaiguanani kwamba tunaposikia boma fulani mtoto kazaliwa, tunatambua ya kwamba ni mtoto kwa fulani aliyeolewa kwa fulani, tunamwambia huyo mama na huyo baba, huyo mtoto asije akakeketwa, na tunafuatilia anaadhibiwa. Na sisi kama viongozi wa mila tuliweza kupokea na tukawa tunapewa, tunatoa fursa kwenye maeneo mbalimbali, kanisani na kwenye vikao vyetu wa malaigwana ni kuhimiza watu kwamba hilo swala tuliache, watoto wasome. Mambo ya ukeketaji tukasema kwamba ni mwisho na ni marufuku, kwamba tumeungana na serikali kuhakikisha kwamba jambo hilo tumehibiti, haitatokea tena kwenye katikati ya jamii yetu. Kweli tunashukuru Mungu kwa sababu jamii yetu wame, wameelimika. Kwa sasa hivi ukeketaji haipo, sababu tumepokea na, na tunaifanyia kazi. Mangariba ndio wahusika wakuu wa kufanya kitendo chenyewe cha ukeketaji. Baada ya kupata elimu ya madhara ya ukeketaji na kukubali kuachana na kazi hiyo, sasa wanaitwa waelimishaji kwenye jamii. Kwanza lilitupa elimu, tukaja tukaacha ukeketaji, kwa sababu tulifundishwa, tukajua kwamba ukeketaji ni mbaya. Shule sikifungwa, mi najua dili langu limekuwa liko sahihi kwa maana nitajua kwamba Pa, ntaambia njo tairi haraka haraka kabla shule haijafunguliwa. Shule ikija kufunguliwa, ukuta watoto wote wameshakeketwa, sabini au sitini Nisiongee mengi, kwa mwezi, sio kwa mwaka. Kwa mwaka sitakuhesabia ni wengi sana. Namwambia mtoto mmoja ni elfu hamsini Nimepunguza kama ni wengi, nafanya kama thelathini kama ni wengi nafanya 30. Hakunaga mzigo ambao haipunguzi. Kama ni mzigo ni mkubwa, hakunaga kitu haipunguzi. Unapunguza, unapata mtu akusaidia wewe. Ni kabisa, wewe ni kama rais, unajua Samia, kipindi hiyo wewe kama Samia. <laughs> Sasa hapa niliko sasa ninaona kwamba niko sahihi. Sitaharibu mtu mwili wake, sitamwaga damu mtu damu yake, sitakeketa tena mtu sasa tulipokuja kuekwa kue elimu ya kufanya kuacha hayo manani yote, kutairi kufanya nyingine ma, vinginevyo, tukaona ni elimu safi sana. Na sisi wanyewe tulienda kuunda kitu tulichoambiwa mkaunde, ili msije mkafanya hilo tena. Na hiyo pia imetusaidia, tulienda kufungua miradi yetu ya mahindi, tunafanya biashara kwa pamoja, tunajua biashara yetu iko sahihi. Kikundi chetu tulienda kuongeza tukaongeza tukapata watu kumi na tano. Samani ilikuwa ni mkunga kusaidia kusalisha kina mama wengine. Nilikuwa na mambo mingi, ilikuwa tuna samani, ilikuwa tunafanya tu, maana samani ilikuwa kama msichana mkubwa, binti hajatairiwa, Tunapisia kama saa aja anajifungua, tuna tukeketa ili sije aende kwa bwana bila ajakeketwa, maana ile msichana imekuwa imeshelewa ku, kukeketwa, na ndio maana tunapisiwa tukeketa wakati anajifungua. Kwa mwezi unaweza kupatikana wanawake kama kumi mm -hmm, au kwa, maana kama nima yani maeneo mbalimbali, kwa hiyo si sehemu moja sasa hivi, okay. Tukiona hiyo mtu ambaye amefanya ukeketaji au ukatili tunashirikiana na malaigwanani washili na serikali. Vijana wa jamii ya kimasai wanaeleza nini wamekuwa wakifanya kwenye jamii zao baada ya kupata elimu ya madhara ya ukeketaji ambao ulikithiri kwenye jamii yao ya wafugaji. Swala la ukeketaji ikawa ni mojawapo pia ya sheria kwamba ili mtoto wa kike aheshimike kwenye makabila yetu kwenye mila zetu ni lazima akeketwe na, endapo utakataa kukeketwa utatengwa na jamii. Kulingana na mila zetu, ni lazima mtoto wa kike akeketwe. Kabla ya mradi huu kufika huko, tulipata semina vijana thelathini wa, wa, wa, wa mwanzo. Tuliungana na wale wawezeshaji wa wetu tukaenda kuwafunza vijana kutoka kata nzima, ambao ni vijana mia na hamsini kwa maana ya vijana kutoka ndani ya vijiji vyote vinne. Kwa tunaiambia jamii kwamba sisi kama vijana wa kata ya Donyo tumekubali kuwaoa watoto wa kike ambao hawajakeketwa kwa sababu kumbe kumkeketa mtoto wa kike ni kumkatili, na sio kwamba kumtuliza asiwe malaya, sio kwamba kumtuliza awe mama wa familia, lakini pia sio sehemu sahihi ya kwenda ku, ku, kuwapa wale watoto mafunzo ya, ya, ya ndoa na, na, na vitu vingine kama hivyo kama jamii ilivyokuwa inatambua awali. Kwa maana tayari haya madhara ya ukeketaji yameanza kuonekana, basi tubadilishe mfumo na mila na desturi zetu, tuanze kuzibadilisha. Kwa maana tulianza kampeni ya kupinga swala la ukeketaji na tulishirikiana, tuli, tuli, tuli, tuli, tuli tukishirikiana tuli na ofisi za serikali, kwa maana ya ofisi ya, za watendaji wa vijiji, ofisi ya mtendaji wa kata, ofisi za ofisi zote za umma. Kwa mfano kuna shule ya msingi Donyumurwa, tulishawahi kwenda pale tukaa tunaita watoto, unawaelekeza kwamba watakapokua nataka vitendo vya ukatili vya namna hiyo waelezwaelezenini waalimu. Na pia tulitishia kama katika kuwaeleza wazazi, mda mwingine hata makasan tulikuwa tunawaeleza kwamba tuta, kwa anakaguliwa, anakaguliwa, kama amefanyia kitendo mzazi unakamatwa, nani amemfanyia mtoto kitendo hichi. Kwa hiyo ikaleta wasiwasi kwa hiyo kupitia hivyo na baada ya hapo, tulipewa kazi kwamba lazima tukaipeleke ile elimu kwa watu mbalimbali. Tulikuwa kama sisi vijana, kwa mfano mimi niliwafikia karibia watu vijana themanini. Vita dhidi ya vitendo vya ukeketaji kwenye jamii ya Wamasai wilayani Siha inapingwa hadi kwenye nyumba za ibada na kwenye vituo vya kutoa huduma za matibabu na zahanati. Tumeenda kuelimisha washirika kwa kupitia ibada zetu na kwa kupitia vipindi vya dini shuleni tumeendelea kuelimisha vijana wetu shule za msingi, shule za sekondari, pamoja na kwenye mikutano ya ya Injili. Tumeendelea kuelimisha watu na watu wametuelewa. Lakini mama anavyokuja leba pale tunamwangalia, lakini wale wa rika la zamani, wengi kweli unakuta wamekiketwa lakini kwa sasa hivi kwa watoto wanavyokuja kliniki au wanavyokuja labda wanaumwa, mara nyingine tunawaangalia, wengine tunawakuta kule hawajakeketwa. Tunaendelea kuwapa akina mama elimu wanaokuja kliniki, hasa kwenye hili swala la ukeketaji, na pia elimu endelevu. Na makanisani, tunavyoenda kutoa elimu nyingine makanisani, pia tunaendelea ku kuzungumzia kuhusu hili janga la ukeketaji kwa sababu limekuwa ni hatari sana kwa jamii ya huko hasa wa Maasai na kabila la wa, wa Meru. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu na kina mama wanapokuja kliniki na watoto wao, tutaendelea kuwakagua tuangalie kweli lile tatizo linaisha au vipi kwa sababu ilikuwa changamoto kubwa. FNF na KWIECO hawakuishia hapo. Walikwenda hadi shule za msingi ambako ndio chimbuko la jamii. Kwa kushirikiana na walimu wa shule husika, waliunda vilabu vya kufundisha masuala ya haki za binadamu ikiwemo kupinga vitendo vya ukeketaji ndoa na mimba za utotoni. Katika wiki tumetenga siku moja ya Jumatano, tunakutana na wale watoto kwanza, wale ambao tuliwachagua wa, wa, wa klabu husika, tunakaa nao, tunawafundisha mambo ya ukatili katika jamii husika na watu baada ya kuwafundisha wale, waki, wale watoto ambao tumewachagua katika klabu na elimu hiyo, pia tunawafundisha shule nzima, ili masuala hayo yaweze kuenea kwa watoto wote shuleni. Na pia tunawafundisha elimu hiyo ya ukatili katika jamii, ili wakawafundisha na wazazi wao pia habari ya masuala hayo yanayotokea katika jamii zao, mfano ya, ya Kimasai. Waathirika wa vitendo vya ukeketaji wanasema ukeketaji ni maumivu makali kwenye maisha yao ya kila siku ikiwemo mahusiano yao ya ndoa na swala zima la uzazi. Yani una siniseme ya, nini? una hisia yoyote ya mapenzi. Kwa hiyo wewe, yani unafanya tu kwa sababu kumrudisha mume wako. Wengine wakawa wanakimbia kwenye ndoa, kwa hiyo madhara ni makubwa kwa kweli. Wakati wa kujifungua tunatoa damu nyingi sana, mpaka mzazi anashangaa kwa nini, lakini wanavyoenda kukaa wakasema ni kwa sababu tunakeketa. Watoto wanakubaliana bora tusikekete tena kabisa. Mimi nimekeketwa nikiwa na miaka kumi na tatu, na kwa baada ya miaka kumi na tatu nilipo keketwa nikaolewa nikiwa na miaka 14. ambaye ni manyanyaso makubwa. Maana mimi na watoto nane, watoto watatu wameshaolewa kabla ya umri akati sijajua nini elimu hii. Huu mwezi ambao sasa hivi tupo ni mwezi wa, ile mwezi wa kukeketa wasichana, lakini kila tukisikia mali sherehe ipo natua pale hata tukikutana na makwazo, maana makwazo yapo, maana utaujua sana lakini, nina maongezi ya kusimama na kuongea maneno ambayo itatikisa kwenye ule mji na kuwawachia wale wasichana. Sisi kwa bwana tuko watatu, wamasai wawili na mama wa Kiswahili ambaye ni a kabila nyingine. Sisi wawili tumekeketwa, lakini huyu mmoja hajakeketwa. Kiukweli msaa ameshilia kule, ameshilia kule. Siku hata akija kwangu labda tu anatafuta mtoto. Lakini ana haja na mimi kabisa. Anaona ule mwanamke tu anamuhimu kabisa. Anaona ule mwanamke ni wanafaa. Anaona ule mwanamke ni mtu ambaye ana anani. Sijui hata nikwambie mama. Maana vitu vingi ana inaishili hata kule, maana sasa hivi hata kama sukari. Ukienda kumwomba msana anakuambia: sina sukari. Kwanza kisa kwa sifati. Lakini ule mama ambaye ni mkabila akija kumwambia: baba nina shida. Anamsikiliza kwa ukarimu. Tukaja kugundua kwamba ile ukeketaji imetusababishia matatizo mengi sana. Ukeketaji ilikuwa ni njia mojawapo ya kuwaletea kipato magariba wa jamii ya Kimaasai. FNF na KWIECO wamefanya nini katika kuhakikisha wanawatafutia njia mbadala za kupata kipato magariba waliokubali kuachana na vitendo hivyo vya ukatili na ambavyo ni kinyume na haki za binadamu. Kwa hiyo kupitia mradi huu sasa Tukaanzisha, namna gani tutajenga vikundi vya kutengeneza biashara ndogondogo ambazo zitawasaidia wakinamama kuinua uchumi wao, lakini sasa kuachana na lile ambalo walikuwa nalifanya ambalo walikuwa ni kuvunja haki za msingi za huyu binti anaenda kukeketwa ili waweze kujitengenezea kipato. Kwa hiyo tukaanzisha, tukatoa mafunzo kwa wale wakinamama ili waweze sasa kutengeneza biashara. Kwa kweli tumeona mafanikio makubwa sana. Wale wamama tumewafundisha namna gani ya kuweza kujitegemea, namna gani ya kuweza kuanzisha biashara, na wameanzisha biashara ambazo ni kubwa. Zilianza kidogo kidogo, walianza kununua mahindi, maharage wanapeleka sokoni. Wengine sasa wamenunua ng'ombe, wameweza kujifugia, wametengeneza kuku, wana bustani, wengine wameanza kulima mashamba. Kwa hiyo kupitia ile miradi wamejifunza namna gani wanaweza kuwekeza kidogo wakakiongeza taratibu na sasa wameachana kabisa na biashara ya kukeketa kama ni biashara ya msingi, wameingia kwenye biashara ndogo ndogo. Elimu ya ujasiriamali iliyotolewa kwa akina mama wa jamii ya kimasai wilayani Siha, kata ya Karansi na Donyomurwa, imevifikia vikundi hamsini na mbili vyenye jumla ya wanachama elfu moja na mia tatu ambao kwa muda mchache wameweza kujiwekea akiba za milioni mia moja sabini na mbili na laki nane fedha zilizotokana na mitaji midogo waliowezeshwa huku vikundi vingine kuanza kunufaika na mikopo inayotolewa na serikali kwa vikundi vya akina mama na vijana, mikopo ambayo haina riba kutokana na vikundi vyao kurasimishwa. Nilichukua mkopo ya, mi, ya laki tatu. Baada ya kuchukua mi, la, mkopo ya laki tatu nikaja kupiga msingi ya nyumba yangu. Baada ya kupiga msingi nikawa narejesha hela ya kikundi taratibu mpaka nikamaliza. Baada ya kumaliza nilichukua laki tano. Baada ya kuchukua laki tano nikaendeleza miradi yangu, ya, ya nyumba yangu nikajenga. e, alinisaidia sana kufundisha watoto. Mimi niliweza kukopa shilingi laki mbili nikalima eka nne kwa hiyo laki mbili nikapata chakula cha watoto. Hapo nimeotesha maharage pamoja na mahindi kwa ajili ya chakula cha watoto. Na hapa nyumbani hatukuuza mbuzi, ila tulitumia ile hela tukaleta, nikaleta, tukashirikiana na baba tukapangia kwamba tulime shamba. Kwa kweli ilileta furaha na amani nyumbani. Baada ya kupata ule mradi, tulikuja tukaanzisha kikundi, tulikuwa watu kumi, lakini baadaye tulikuja tukajiongeza tu, sasa hivi tuko watu ishirini na tatu kwenye kile kikundi, tuliendelea kukopeshana, kukopeshana baadaye na mimi nilikopa hapo elfu themanini nikaja nikaenda kununua mpira, nikaanzisha mradi wangu wa mboga. Nikaotesha zile mboga, familia yangu nao wakanufaika. Ninauza mboga, ninaweza kupata kuanzia hamsini mpaka laki, matumizi madogo madogo, kwa mfano sukari, chumvi, majani. Kwa kweli, hilo kwangu limeniondokea kipekee kama mwanamke ninajivuna kutoka rohoni, nimechangamka kiakili na ile faida niliyopata. Ukweli, Mungu wa mbingu na nchi ni shahidi, nimeenda kumchukua ng'ombe wangu wa kisasa, na sasa hivi yuko pale nyumbani, na nimejenga banda langu la ng'ombe wangu. Sasa hivi ninajivunia kwamba na mimi ni mwanamke niliyefundishwa mambo ya ujasiri, na nimetumia ile ujasiri Serikali ya wilaya ya Siha inakiri uwepo wa FNF na KWIECO kwenye wilaya yao kumeleta mabadiliko na mageuzi makubwa sana ya uelewa na kiuchumi. Hakuna kitu kizuri kama kumjengea mtu uwezo wa kubadilisha fikra potofu ambazo hizo zifanye watu wengine hata wasifanye shughuli za maendeleo, kwa mtoto hakika atakiwa some eh, au mtoto lazima akeketwe. Sasa jamii imekubali na baadhi ya kinamama wale ambao walikuwa waliwanakitete cha mangariba wameweza kuacha shughuli hizo la kwa shughuli za maendeleo. Kwa hiyo kutokana na hilo, mwisho wa siku maana yake tutakuwa na kizazi cha maendeleo na jamii ambayo pia ina maendeleo, kwa lengo la taifa na jamii kwa ujumla. Jamii ya Wamaasai wapo nchini Tanzania na nchini Kenya. Makazi yao ya kijiografia yametenganishwa na mipaka ya nchi, tamaduni zao zinafanana, hivyo kumekuwa na mwingiliano mkubwa kati ya Wamaasai wa Tanzania na wale wa nchini Kenya likiwemo swala zima la kuoana na kushirikiana kwenye shughuli za shida na raha, na nchi zote mbili zimesaini mikataba ya kimataifa ya kulinda haki za binadamu, ingawa tatizo la ukeketaji limekithiri pia nchini Kenya. Si haki, na naona ni kana kwamba ni ubadhirifu wa kiwango cha juu zaidi ambao inafaa upingwe kwa asilimia yote, kakifua kiwezekanavyo. Sasa serikali lazima iangazie swala hili kama Kenya pamoja na taifa jirani zingine kama Tanzania na Uganda, kwamba watoto wote ambao wanajihusisha katika swala hili ni lazima waangaziwe, na wale ambao wanashirikisha swala hili lazima wachukuliwe sheria, kwa sababu si haki. Hili si swala ambalo la kupigania tena hoja, bali ni la kuteketeza tu, kwa sababu sheria ni msumeno, inafaa ichukulie mkondo wake. Sasa kukeketa, unakeketa nini? Eh, hiyo ndio maana ya kupinga tohara kwa sasa hivi na wenye wanataka unanii kuweka tohara inafaa wafuatiliwa na washiko, manake ili mila ilishaka, na wakati kimila imekuwa zaidi mpaka imesinda serikali kuwapinga. Lakini pia tunahitaji e, tunahitaji mashirika yale yanafunza jinsi jamii naezaelewa, wasikae Nairobi kwa maofisi, wafungue maofisi heria saamigori heria yote ya kisi Uganda, Tanzania, ili wananchi waelewe. FNF inasema baada ya miaka minne ya utekelezaji wa mradi maalum wa jamii salama maendeleo yetu kwa kushirikiana na KWIECO kwenye kata mbili za wilaya ya Siha wanaona mafanikio makubwa waliopata baada ya walengwa wengi kufikiwa na elimu ya kupinga ukeketaji na kuamua kubadilika na hivyo kuanza kuleta jamii yenye furaha, upendo na ambayo uchumi wa familia umekuwa ukikua kwa kasi tofauti na kabla ya mradi huo haujaingia. mate jo ndoa za utotoni Bas. Bas. ukeketaji ukeketaji, basi ukatili wa kijinsia basi watoto wasome <todulana> tumeweza kuwa fanya wazee wa kimila na wanaume wengine wakashiriki kuwa sehemu ya kubadilisha maisha ya mwanamke na mtoto wa kike wamekuwa sauti. Hilo ni jambo kubwa sana, lakini pia tuna mi, maeneo ambayo tumeweza kushirikiana na a, viongozi wa kimila na wananchi kwa ujumla kuweza kuweka sheria ndogo ndogo ambazo zinalinda zina maslahi na maisha ya wale ambao walikuwa wanaumizwa na tamaduni. Hilo ni jambo ambalo tunajivunia kwa sababu pengine tusingekwenda kufanya kazi ile, mpaka leo kusingekuwa na hizo sheria ndogo ndogo, lakini walishiriki tukaweza kutengeneza sheria ndogo ndogo. Vile vile tumeweza kuwafikia vijana, kundi kubwa sana la vijana tumelifikia, ambao nao wameshiriki katika mafunzo, wamefunguka, wamekuwa ni mabalozi wazuri wa kulinda haki za msingi za wakinamama na watoto wa kike, lakini pia tunajivunia kundi kubwa la kina mama ambao sasa wana maisha ya amani, wana uhuru, wanaweza kujitegemea, wanaweza wakasimama kama wao, wakaweza kubadilisha maisha yao ya kiuchumi mahali ambapo walikuwa hawana ruhusa ya kuongea. Wanufaika wa mradi maalum wa jamii salama maendeleo yetu wana nini cha kusema? kwa FNF, Kuieko na serikali, shirika hili iendelee kutuhamazisha, iendelee kutufundisha, maana kiukweli mimi nimetoka mbali vile tunavyoendelea kupewa elimu na wanavyoongezwa makundi mengine mapya, wanaongeza elimu tunapata, tunapanua wigo, wigo unakuwa mkubwa wa elimu. Niendelee kutoa elimu kwenye jamii, hususan ni jamii ya ufugaji kwa sababu ndio jamii ambayo bado liko nyuma, ili waendelee kujitambua na waendelee kuokoa watoto, ili na sisi tuweze kupata walimu kutoka, kutokana na jamii yetu, ambao, walimu ambao anatokana na watoto wa kike, madaktari ambao anatokana na watoto wa kike, ili na sisi tuweze kujulikana. Hadi hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu maalum. Kipindi ambacho kilikuwa kinaelezea utekelezaji wa mradi maalum wa Jamii Salama ndani ya miaka minne tangu kuanzishwa kwake wilayani Siha mkoani Kilimanjaro. Mradi uliojikita zaidi kwenye masuala ya kupinga vitendo vya ukeketaji ambavyo ni kinyume na haki za binadamu. Ni matarajio ya FNF na KWIECO kuwa muda si mrefu jamii yote ya Kimasai watakuwa na uelewa wa kutosha wa masuala ya haki za binadamu na madhara makubwa anayopata mwanamke pale anapofanyiwa ukeketwaji. Kila laheri FNF, kila laheri heri KWIECO. Hadi wakati mwingine, kwa heri.